Chaka ulimsikia Jaji Mwambegele akieleza kuhusiana na majimbo nane ambayo yameongezwa, miongoni mwao ni majimbo kutokea pale Bariadi. Unaizungumziaje na wewe ukiwa unatokea Bariadi mjini, jimbo ambalo ni jipya kabisa? Ah, kiukweli tumefarijika sana kama mwananchi wa Bariadi na kama mwakilishi ambaye niko bungeni na ninatokea wilaya ya Bariadi, kwa kweli jambo hili tumelisubiri kwa muda mrefu sana, kwa sababu tangu linaanza mchakato wake kwa maana ya kamati ya ushauri ya wilaya Bariadi na mpaka kuletwa katika RCC kamati ya ushauri ya mkoa, na mapendekezo yote ambayo tuliyatoa na ushauri wote tulio tuliopendekeza sisi tumefarijika sana, tume huru kuweza kuizingatia wilaya ya Bariadi kuwa moja mojawapo ya majimbo ambayo yamegawanywa, kwa maana ya kuipata Bariadi mjini na Bariadi vijijini. Kwa hiyo mchakato huu tunaipongeza na tunaishukuru tume huru ya uchaguzi kwa kuona basi kwamba tumekizi vigezo vya kupewa jimbo jipya la wilaya Bariadi, I mean, jimbo la Bariadi mjini. Mara nyingi tumekuwa tukimsikia mama Mary Chatanda akiwasisitiza nyinyi vijana wa kike, basi mjitoe kimasomaso katika uchaguzi wa mwaka huu kwa ajili ya kugombea ma, eh, kugombea majimbo na pale tayari umeshapata fursa ya jimbo, pengine unalitazamaje tazamaje? Kiukweli jambo hili ni zuri na ni muhimu sana na kama ambavyo mnafahamu kupitia Chama cha Mapinduzi na viongozi wetu wamekuwa mstari wa mbele sana kuhamasisha vijana na wanawake kujitokeza kugombea katika uchaguzi huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Pengine tuombe Mwenyezi Mungu, inshallah Mwenyezi Mungu akitupa uzima, basi na mimi, kimpendeza Mungu, nitatia mguu wangu katika jimbo la Bariadi mjini yo unavyotuambia sasa hivi, tutegemee kukuona kwenda kuchukua fomu na kugombea katika jimbo la Bariadi mjini, maana tunajua jimbo la Bariadi vijijini yupo pale Kundo, na tunasikia sikia pia e, mzee wetu Kadogosa wa SGR naye pia anataka kuchukua fomu. Uone kama vi, kutakuwa na mivutano mikali ah, na wazee ah, mimi mi, niseme kwamba kwa upande wa Bariadi mjini kwa sababu ni jimbo jipya halina halina mbunge kwa sasa, kwao tuombe Mungu, muda utakapofika, inshallah sisi tupo vijana, tunachangamkia fursa, na kwa sababu mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa chama na jumuiya zake wamekuwa mstari wa mbele kutuhamasisha. Kwa hiyo niseme tu kwamba na mimi nipo Bariadi Mjini. Mwenyezi Mungu akitupa, akitupa uzima basi, tuta muda ukifika, tutaenda kupambana. Ikitokea mzee Kadogosa pia analitazama jimbo la Bariadi Mjini, uko tayari kukabiliana naye? Sina taarifa kama anagombea, kwa sababu siwezi kuzungumza juu yake. Kwa hiyo nafikiri hilo tulione kwa mtazamo huo. Sina taarifa juu ya jambo hilo.